Kuwajengea uwezo waandishi wa habari wanawake kwenye eneo la e, usalama e, mtandaoni na e, masuala ya GBV kama online gender-based violence pamoja na digital safety. Haya mambo yanakwenda pamoja kwa sababu e, ukiangalia takwimu ambazo zimetolewa na taasisi mbalimbali ikiwemo UTPC Tamwa Tamwa kwenye taasisi, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye takwimu zao e, za mwaka 2023 wanakwambia zinaonyesha kwamba eh, kuna madhila ya waandishi wa habari wanawake yaliyotokea newsroom ni asilimia 77, katika waliohojiwa. Kwa hiyo unaona ni, ni, ni kiwango kikubwa sana lakini madhila yaliyotokea zilizotokea ama, ama sexual harassment kwa waandishi wa habari wanawake ambao wamekutana na sources ni asilimia 22. Kwa hiyo unaona kabisa eh, kwa takwimu hizi zinatupasha sisi kama taasisi kuanza kufanya kitu nia vitu vingi na miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika kwenye teknolojia ni unyanyasaji, si ndio jamani? Ni kashfa, matusi ni na nini, na haya matusi ukifanya assessment utaona kuna kundi fulani hivi linaathirika kuliko kundi jingine, si ndio? Lakini pia eh, nilikuwa nataka nimuulize Victor, eh, kwa sababu pia Victor ana, anasimamia eh, kuna kitu tunaita multi content journalism Ukiangalia waandishi wa habari wa kike wangapi wana online media ukilinganisha na waandishi wa habari wa kiume, takwimu ziko wazi, nyie mnafahamu ni kitu gani kinachowazuia waandishi wa habari wa kike kwenda sambamba ama hata kuwazidi waandishi wa habari wa kiume? Ni kwa sababu ya mfumo ambao tumekulia, si ndio jamani? nalo jukumu sasa la kwenda kubadili, ndio mabadiliko tunaotaka mkayalete na kuleta mabadiliko haya, hayatakuja kwa kusema Keni akiongea. Hapana, yatakuja kwa nyie kuwahoji watu eh, unamhoji wewe na si, unajua una uwezo kabisa, kwa nini usianzishe kitu kama hiki? Atakwambia changamoto anazozipata, kama ni changamoto za rasilimali, kama ni changamoto za ujuzi, kama ni changamoto za exposure na kadhalika na kadhalika. Tunapaswa kuonyesha matokeo jinsi mafunzo haya yanavyobadilisha maisha yetu na fikira zetu, uripoti wetu baada ya mafunzo unavyobadilisha maisha yetu ya watu na sera na sheria mbalimbali tunavyobadilisha, kwa ufupi uandishi wenye tija. Sisi wanawake tunataka uandishi wa habari wanawake, tunataka kuonyesha huo mfano wangu kwanza kutoa elimu kwenye kupitia vyombo, chombo changu lakini pia hata kwenye mitandao ya kijamii lakini pia mimi pia niwe mstari wa mbele kutofanya vile vitu ambavyo wenzangu wanavifanya, kwa sababu mimi pia ni mwanamke. Wakati mwingine naweza hata nikajisahau nikafanya kwa wanawake wangu, kwa mimi pia natakiwa nitumie uandishi wangu kuhakikisha sifanyi vile vitu ambavyo wenzangu wanavifanya, lakini pia kutoa elimu kupitia mitandao yangu ya kijamii, mitandao ya chombo changu cha habari, lakini pia hata redio yangu na